Kwa sababu sisi Wakenya ndio tunafanya hata hawa na wanamuziki wana trend Kenya mzima hapa hmm. na East Africa sisi ndio tunawainua hmm. awa akina Diamond anaenda huko anakula <laughs> <anamudu kwa ijaka. laughs> wa <laughs> <laughs> na pididi kwa matako anahudu mwaingi yako, heshimu Wakenya, waambie historia ya historia ya Wakenya, hakuna mwanamuziki amekulwa na mutu kwa matako. Diamond ameenda kakula kwa matako ako kwa kampeni yako, na anakuchapia ngoma esumu wa Kenya. Wewe ni mama ambaye umechukua ofisi wakati presidenti mwenye alikuwa kwa power alikufa, haujachaguliwa. Hey. Wewe unasumbua tundulize, kwa sababu unaogopa kwenda kwa debe na tundulize. Ukigusa Martha Karua umegusa Kenya wa Kenya wote. Heshimu wa Kenya na ukiendelea hivyo venye umetuambia, hatutusiganyage huko Tanzania, sisi hatuna haja na Tanzania.

Uwezi linganisha akili ya Tanzania ni hapa Kenya. Kenya, mtu akifika standard 4 ni university material ukiona hey! hey! Yes. Yes. Yeah. mimi Nuro Kanga a yeah. Ati yeah. naweza kukufundisha okay. Kama mwalimu Sisi hey, hey, hey. Wa Kenya hey, hey. si watu kama Watanzania wajinga yeah, yeah, yeah. na sisi wa Kenya tunajitegemea, yeah, hey. Sio lazima hey. uende ukule matako ndupate pesa hey, wewe Diamond hey. wewe Mama Suluhu Hassan hey. Mata Karua kikatiba liloya wa East Africa. Sibiya. Inafaa ende mahali popote, hata leo hii ameenda Uganda kurepresent yule yule besije. Wewe Mama Suluhu, huyu Suluhu Hassan unaweza nani? Wewe unaweza kojoa

Samia unaweza kojoa kwa balkoni wewe. <laughs> Eshimu wa Kenya, na Kenya tuko na watu wasomi international, sio mambo ya Tanzania hapa. Mtu anafika gred anakuja ati amesoma. <laughs> Eshimu wa Kenya iyo. Mista Spika, nikimalizia, sisi tunajua na tumekaa tukajua ya kwamba ile politics inaendelea kwa natembea. Wameshaona. Wetangu